fayaktatilu nnasu alayhi, watu wataanza kupigana ama kulipigania jabali kama lile, pigana wao kwa wao, kila mmoja ataka kufika katika ile dhahabu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayuktalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, katika kila watu mia, watu mia watauliwa watu tisaini na tisa Yani 99% asilimia tisa ya watu watakufa, watakubakia ni asilimia moja peke yake, yaani mmoja katika kila mia. Lakini pamoja na kuwa wanalijua hilo, asilimia kubwa watafariki. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama wa sallama, yakulu kullu rajulin minhu kila mmoja katika wao atakuwa anasema, laalli ana ladhi anjuu, huende kawa mimi ndiye nitakayeokoka, pengine mimi ndo katika ile 1% ambayo kwamba haitauliwa, bado anasonga na kwenda kulitafuta, kutafuta dhahabu. Kama hilo pana fawaidi nyingi katika hadithi kama hii. Kwanza ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameashiria kuja kukauka kwa mto wa Furat. Furat ni mto katika mito mikubwa na ni katika mito iliyotajwa na Mtume katika hadithi zaidi ya moja. Hapa ameutaja na kwingine akautaja katika hadithi iliyopokewa vile vile na Imam Muslim kutoka vile vile kwa Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: sayhan wa jayhan wa nil wal furat min anhari ljanna kataja mito minne Saihan na Jaihan na Nail na Furat, akasema hii ni katika mito ya, ya peponi, ya ni asili yake atoka katika, katika pepo. Mto kama huu ni mto mrefu, urefu wake ni kilomita elfu tatu takriban, unaanza kutoka Turkia ukipita Siria sehemu ndogo, alafu una sehemu kubwa katika nchi ya Iraq inayojulikana kama Biladu Arrafidain. Kuna mito miwili Dijla na Furat katika nchi kama ile, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallama atubainishia kuwa mtu kama huu utakuja kum, kukauka. Na dirasat studies zinazofanywa sasa hizi zinabainisha kuwa kuna kiwango fulani ama percentage fulani ya kukauka imeanza kupatikana, na zinadhihiri hata kwa picha ambazo kwamba zinapigwa na, na satellite. Mtume sallallahu alayhi wasallama vile, vile. Akatutanabahisha katika hadithi kama hii kuwa likitokea hilo na jabali na dhahabu, kila mmoja atakuwa na pupa ya kufika pale achote, ama ateke kile kiwango atakachoweza kukiteka. Na pupa kwa mwanadamu katika mali jambo la kawaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia katika zaidi ya aya moja katika Al-Quran Al-Karim, watuhibbuna al-mala hubban jamma. Na kwengine akatuambia innahu lihubbil khairi la shadid, mwanadamu apenda sana mali. Na Mtume akatuambia katika hadithi yake yakburu ibnu adam wa yakburu maa husnan, mwanadamu huwa mkubwa na vitu viwili vikawa pamoja na yeye, cha kwanza akakitaja hubbul mal, kupenda mali. Yani kila akizeeka badala ya mapenzi ya mali yapungua, ndio yanaongezeka, ataka kukusanya zaidi na zaidi. Kwa hivyo kwa sababu anatamaa ya kukusanya kingi, alhakum takathur, Mwenyezi Mungu atuambia, imewashughulisha ni nyinyi kutafuta wingi. Anajitosa katika, katika jambo kama lile, anatoka kwenda kuliendea jabali kama lile la dhahabu, na anajua pale ili ufike ni moja katika mawili, ima hutofika kabisa, kwanza utauliwa katika asilimia kubwa ya tisaini na tisa, na kama utafika basi utakuwa umeua nafsi nyingi kabla kulifikia, na ndio maana katika hadithi iliyopokewa na al-imamu al-Bukhari, mtume sallallahu alayhi wasallama akituambia vile vile, kutoka Saidna abu Huraira radhiyallahu anhu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama yushiku an yahsira al-furatu an jabal min al-dhahab, inakaribia zama In ambazo kwamba Furat itakauka, mto wa Furat, kupatikana jabali la dhahabu. Mtume akatoa nasiha yake kwa yule ambaye kwamba atapata zama kama hizo, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, faman hadarahu, yule ambaye kwamba atapata zama kama hizo, tokeo kama hilo likitokea, akawa yupo, Mtume asema fala ya khudh minhu shay'a, asichukue chochote katika hilo jabali sikaribia kama kwa sababu ukisonga ni ima utauliwa ama utaua, utachafua mkono wako na damu. Kwa hivyo ima hutosalimika wewe ama hawatosalimika wengine kutoka mana, kutoka mana wewe, kakataza kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam kukaribia na kuchukua chochote. Hatujui hili jabali liko katika part gani katika hizi nchi tatu ambazo kwamba tumezitaja, maanake maswali sasa yatakuwa mingi eh? hivi inapatikana katika kipande kile kiliyoko Turkia ama katika kipande cha Siria ama kipande cha Iraqi kwa sababu wote huu ni mto wa Furat. Na kwa sababu watu wanapupe ya dhahabu na wanajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil l hawa, hata mki tu kwa hawa ya matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha, wanahakika hili jambo lipo. Watu wameanza kufanya studies ya kuitafuta jabali kama ile, hata hawasubiri mto ukauke. Kwa hivyo kuna baadhi ambayo kwamba wameanza kupiga mapicha kwa kupitia satellite kuangalia ni upande gani haswa lipo jabali kama hili. Kwa hivyo kabla hata ule mtu ukauke, walizamie wao wakalichukua huko chini kwa chini. Wengine wakasema kupitia na dirasat stadi zilizofanywa kwa kupitia mazingira na hali ya mazingira inaonyesha kuwa 2040 mwaka wa 2040 ndo kutapatikana kukauka maji ya Furati, right. Kwa kiwango kile kinavyoendelea cha kukauka, sisi hatuungi mkono kadhia ya namba katika mambo aliyoashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi hukwambia sijui 2050 ndo saidina Aisha atateremka sijui 20 nini ndo Israeli tapotea. Hatuko huko sisi, naam. Mtume ametubainishia, hatuna shaka nalo litatokea. Ile dhahabu mwaka gani, allahu Allahu alam, lakini yote hii ni kwa kuonesha namna gani mwanadamu alivyokuwa na, na pupa katika kadhia ya, ya mali kwa jumla na bidhati katika kadhia hii ya dhahabu. Kwa hivyo Mtume Mtumi sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha na akatwambia tusikurubie na tusichukue chochote katika, katika jabali jabali kama hilo kwa nini? kwa sababu anajua kuna fitna kubwa ambayo kwamba itapatikana katika katika kupigania dhahabu dhahabu kama hiyo, kuna damu nyingi zitamwagika na roho nyingi zitatoka. Sasa kabla tufike jabal la dhahabu katika Furati, na hatujui jabal ni wingi ama jabali ni jabali, zima litakuwa ni dhahabu tupu ama ni ile ya kawaida, jabali itakuwa ni mgodi wa dhahabu, watu watakwenda chimba kuchimba na kupata dhahabu nyingi iliyoko ndani yake Allahu alam tumiakutekea wazi ametuambia tu jabali la dhahabu. <coughs> Sasa kabla tufike huko, angalia watu wanavouana kama kuku katika jabal amir Sudan ambako kwamba tumeashiria katika niqat tulaashiria katika, katika juma iliyopita. Watu zaidi ya laki wamekufa, kuna walio kwa njaa, kuna walobakwa, kuna waloteswa leo subhanallah. Katika clips ambazo kwamba zinatembea katika mitandao ya kijamii, unamwona mama amemkumbatia mtoto wake mchanga katika khandak, katika shimo kubwa, na upambizoni mwake kuna makumi ya watu waliouliwa. Ukienda kwengine, unapata mama na watoto wake wananyongwa, wanauliwa. Ukiangalia klipu nyingine unapata baba anampigia simu mwanawe kumpa wasia ama nasiha kabla kuuliwa. Mauaji tu kwenda kwingine, unamwona mwanamke amefungwa mikono imetatiwa kisha akafungwa katika mti akasimamishwa juu juu ananing'inia mpaka anakatika katika viungo vyake vya ndani mpaka anafikia kufariki. Unyama wote huu ambao kwamba tumeuona katika katika mitandao ya kijamii kwingine kijana analazwa chini, linakuja gari la kivita linampanda juu katika kifua chake, kisha linabaki pale pale. Hebu niambie, gari lilokuwa zito eh, unapandiwa kisha linabaki pale juu yako mpaka mtu anapoteza uhai. Haya na mingi ambayo kwamba alifanywa, yatosha tu yale aliyofanya yule bwana mmoja Bululu ambaye kwamba amejigamba na akarekodi anayoyafanya na akatuma katika mitandao ya jamii ya kijamii na huku akisema nimeua watu elfu mbili katika mchana mmoja, ndani ya siku moja, mchana pekee, si usiku. Watu elfu mbili na bado mtu anajigamba. Yote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya lu'a min ad-dunya, kwa sababu ya dhahabu. Yaani uko tayari kutoa roho za watu, kumwaga damu za watu, kuwabaka watu, kuwatesa watu, kwa sababu ya dunia. Sasa hili ni jabali la mchanga watu wanakwenda kuchimba watoio dhahabu kefulikitokea hilo jabahei kutakuwa katika hali gani? Na kwa sababu dhahabu ndio kima kikubwa ambacho kwamba si rahisi kutingishika, maanake hivi vingine vina hatari. Utasikia currency fulani, mara imeanguka mara imepanda, huku kwengine hakufahamiki. Kuna watu wameingia katika cryptocurrency. Sasa hizi nakwambia, vipi habari za bitcoin. Eh, lakini hajui wakati gani pengine itakuja ku shutdown ipotee kabisa, lakini dhahabu kwa miaka yote hiyo imekuwa na kima, imekuwa na thamani. Na kwa sababu ya uzito kama huu, ndo kaona dola kubwa kubwa zinaenda mbio katika kuweka akiba na reserve kubwa ya dhahabu, zote hizi zinazojulikana kama adduwalul uzma sawa ni Marekani, ni Uingereza, ni Urusi, ni China. Zote hizi kila mmoja anajitahidi namna gani atamshinda mwenzake katika kuweka kiwango kikubwa cha dhahabu, na ndio leo ukisoma katika habari utaambiwa kuna shirika katika mashirika kirusi, ya kirusi yametoa dhahabu kwa kiwango cha bilioni moja Sudani kwa muda mchache sana. Kwa hivyo kila mmoja anajaribu kuweka kiwango kikubwa, na wako tayari hata kama itakuwa ni kusapoti makundi ya kiasi kwa kuwapa silaha na kutengeza vurugu ndani ya nchi, lakini muhimu wao wanafaidika kwa ile dhahabu ambayo kwamba watakuwa wameipatikana. Na tarikhi ya Junubu afrika haiko mbali na sisi. Mwenyezi Mungu atuambie, faksu lkasas la'allahum yatafakkarun, watolee simulizi, waeleze habari zilizotangulia, huenda wakatafakari katika mambo ambayo kwamba yamesajiliwa na tarikhi yenye kusikitisha kwa kadhia hii ya dhahabu, na yale yaliyotokea janubu Afrika, ama South Africa. Ardhi kama ile ilikoloniwa na Muholanzi mwisho mwisho wa karne ya 18 ama 19 mwaka 1890 mo kukaja kukagunduliwa hau kugunduliwa bonde kubwa ambalo kwamba lina dhahabu nyingi sana, wakiita wit waters rand. Wanasema ni neno la Kiolanza, yani haudh kubwa ya maji. Ile sehemu ilikuwa ni kilomita hamsini, sio mita jamani, eh? kilomita hamsini, na ukienda chini dip inakwenda mpaka kilomita nne. Dhahabu kubwa sana ilikuwa pale. Wasomi wanatuambia leo dhahabu kiwango cha dhahabu zinazovaliwa na wenye kuvaa dhahabu, kiwango cha dhahabu zilizohifadhiwa katika mabenki asilimia 40, asilimia 40 imetoka katika mgodi ule wa South Africa. Imagine ilikuwa ni kiwango gani kikubwa sana lakini dola kubwa zitakalia kimya, wale kabila la Zulu ndo lifaidike na dhahabu kama ile la abadan, alialo tunayoona katika nchi mbalimbali, Kongo na kwengineko, yanaoendelea leo watu wapiganishwe, waokwa wao wamalizwe, wa, wa, wa waingie wengine wa wakichukua khairati za watu wakienda nazo. Jeshi kubwa zaidi alilotoa Muingereza katika tarehe yake lilikuwa ni jeshi alilotoa kipindi hicho, majeshi laki tatu na elfu 47 ama 48 yalitolewa kutoka Uingereza malaki ya majeshi hakutoshika na hapo, na zile nchi za karibu karibu ambazo kwamba walikuwa wanazikoloni, wakachukua vile vile majeshi kutoka sehemu kama hizo, takriban nusu milioni wakamwagwa wote South Africa yote. Kwa sababu gani? Kuna mgodi wa dhahabu na si mgodi wa kawaida, mgodi nambari moja ulimwengu mzima. South Africa mpaka 206 walikuwa wanaongoza, wanaongoza ulimwenguni kwa kuzalisha dhahabu, kwa kutoa dhahabu, mpaka 206, kwa muda wa miaka eh, kwa muda takriban karne na zaidi ya miaka mia, kwa kiwango kikubwa walikuwa nacho. Yametoka majeshi yamekwenda kupambana na waholanzi waliokuwa pale, wakawaua, walikufa wa elfu tisa majeshi ya kiholanzi baada ya kumalizana na muulanzi wakapambana na wenyeji sasa, mkuja kuchukua khairati zetu hatutakubali, tutapambana. Wakafariki majeshi elfu ishirini na mbili wa Kiingereza. Angalia hizo maelfu eh? Yote kwa sababu mgodi wa dhahabu, majeshi elfu ishirini na mbili wa Kiingereza ama watoto na wanawake wa maeneo kama yale wale wa makabila walioishi pale, watoto na wanawake, sijataja wanaume. Watoto na wanawake ambao kwamba walichukuliwa wakapelekwa katika muaskarati za kijeshi, katika kambi za kijeshi, wakawekwa kando kule, walokufa ni elfu ishirini na nane. Baadhi wanasema ukikusanya kusanya hizo na zinginezo zinafika watu elfu sabini na tano. Yote hii idadi haijazungumzia wanaume, kwa sababu kulichomwa vijiji, watu waliuliwa vibaya. Na kwa sababu mtu wa Kiafrika hana thamani kwa yule mtu wa Kimagharibi, hata hakutaka kutafuta takwimu ya idadi ya watu waliofariki katika kipindi kama kile. Waholanzi walihesabiwa, Waingereza wakahesabiwa, lakini huyu wa, hatuna haja na hesabu yake. Yatosha kukupa picha, kwenye malaki kwa malaki ya watu walikufa, yote kwa sababu gani? Mgodi wa dhahabu. Laalahum yatafakkarun. Visa kama hivi tunavyoelezwa na tunapovisoma katika historia na tarehe, huenda zikatupa fikra, tukatupa zikatufungua vichwa vyetu, zikatupa maarifa ya khatari ya jambo kama hili kwa hivyo leo ukiona kuna baadhi ya nchi kubwa kubwa madola kubwa kubwa ziko tayari kumimina silaha Sudan, ziko tayari kuunga pande fulani katika Sudani, si bure, ni kwa sababu ya ile dhahabu iliyokuwa pale. Mtumi sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Abu Ubaida pande za Bahrain radiyallahu anhu, Sina Abu Ubaida alikuja na mali mingi sana Ilipofika swala ya alfajiri mali yameingia usiku, habari zikaenea mjini, jamani, kuna ghanima kubwa imekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa ida Mtume zikija ugawanya. Ilipofika alfajiri kulijaa shona. Alfajiri kama juma, hebu tutangaze tu jamani, tuseme eh, kesho swala ya alfajr tutagawa, kila atakayeswali alfajiri shilingi elfu kumi kumi. Kutatoshea kweli hapo? tutajaa mpaka barabarani. shilingi elfu kumi tu, tuzungumzia milioni. Hmm. Watu walijaa msikitini, mtume akimaliza kuswali, akiinuka hivi kutembea, kila mmoja anamwangalia na kwa tabasamu, Rasulullah fanya <laughs> <laughs> <laughs> le mambo mtume. Hmm. saaasallam akalfahamu allabibutakfihili shahara lakini akataka kupatiliza fursa kama ile kufikisha risala kwa masohaba zake na sisi umma wake tutakaokuja baada yake. Akamwambia wallahi, ukaza na kiapo, wallahi mal faqra akhsha alaykum. Na apa kwa Allah, mimi siogopei nyinyi ufukara

Lakini sasa ile dunia itakunjuka, mkawa na visima vya mafuta, mkawa na majabali ya dhahabu. Katika wakati kama huo, asema mkakunjuliwa kama walivyokunjuliwa waliokuwa kabla yenu. Asema fatanafasuha, mkaanza kushindana, ndali munafasa tunayona leo ulimwenguni kwa dhah, mtaanza kushindana kama walivyokuwa wale. Fatuhlikakum, la kusikitisha kwa itawangamiza kama ahlakatum, kama ilivyoangamiza wao. Wangapi leo wameangamia ndani ya Sudan na nchi zingine mbalimbali? Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuogopea sisi fukara, hili ndilo alilotuogopea alilotuogopea. Kwa hivyo, kama muumini atakana, uwe makini utoke na masomo katika kadhia kama hii. Sasa leo sisi walillahil hamd, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kumegunduliwa mgodi Kakamega eh? ambao kwamba wanasema takriban sijui tani 1036 zinaweza kupatikana pale, kwa kima cha bilioni za Kikenya hazipungui 680 yeah, na huenda zikaongezeka. Swali liko hapa yeah, kutatoka salama ama kuna damu zitamwagika? Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Yeah, huu ni mgodi tu wa kawaida wa kuchimba kefu, likitokea jabali la dhahabu Sisi tuko katika hali ngumu, yale alioyashiria Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hajjatul wada aliposema, inna amwalakum wa aaradakum dimaakum wa amwalakum wa aaradakum alaykum haram, hakika damu zenu na mali yenu na heshima zenu ni haramu kwenu nyinyi. Je, sisi tunachunga mipaka ya vitu vitatu kama hivi? Shekhe, wacha jabali na dhahabu. Hapa tu jirani, juzi nyuma ya msikiti kumeungua, hapa kijiji kumewaka moto. Mwenyezi Mungu awasaidishie waliopatwa na msiba kama hao, kama huo na wape badali ya kheri. Hapa nyuma tu moto mkubwa unawaka, nyumba zinaungua mtu anajaribu kutadaraki kuwahi kiwango atakachoweza kujisaidia, kutoa baadhi ya vitu katika nyumba yake. Anachukua TV yake ambayo kwamba amechanga miaka mpaka kuja kuinua, anaitoa nje, anakwenda kutafuta jingine, akirudi TV imebebwa, anakwenda natoa sofa, akirudi imebebwa. Na si wengine, wanaofanya ni watoto wetu sisi wenyewe. Yaani hata yule ambaye kwamba ni fukara anaishi katika nyumba ya elfu mbili ama elfu tatu kodi yake, amepatwa na janga la kuchomekewa, badili umnyoshe mkono umsaidie, weo ndio unaenda kunamwidia sasa. Ikiwa tuko katika hali hiyo, nikitoka Jabal Dhahab, tutakuwa vipi? Leo ni wangapi wanaingiliwa katika majumba yao, wanaibiwa dhahabu zao, na haya ni matokeo. Yamekithiri sana katika miji mbalimbali. Maskini kina mama waliokuwa nyumbani pengine akiba waliokuwa nayo ni hiyo dhahabu. Mtu akipatwa na janga lolote, ndo apate kwenda kuuza, apate kujitibu, ama apate kuozesha binti yake, ama apate kufanya hivi. Na lile mwingine amejituma miaka, kile alichokipata oukiwa na Mwenyezi Mungu, akaenda kanunua dhahabu, akaeka kama akiba, anakuja mtu anavunja mlango anachukua anachokichukua. Sasa ikiwa ma dhahabu machache yaliyofichwa ndani ya makabati sisi tuayafanyia hivyo, kifuli kija jabali na dhahabu na mtu anakwenda na silaha na yuko tayari hata kuua, kwa sababu pengine ya mkufu mmoja miwili ama seti moja mbili za dhahabu. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea wazi swala kama hili mapema na katuonesha kwa fitna ya dhahabu, na vita vya dhahabu vitakuja na vitakithiri sana katika zama hizi za mwisho, na akatutahadharisha kutokana na kurubia weka dhahabu, hujambo usiweke dhahabu eh? Umekatazwa kuliendelile jabali, lakini kama wewe wataka kuweka akiba ya dhahabu, wanasema ndo akiba nzuri bali imekuja katika hadithi ya Imam Ahmad katika musnadi yake mtume sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbihi wasallam asema, la yatiyanna ala nnasi zamanun la yanfau fihi illa dinaru wa dirham, zitawajilia watu zama hazitawafa wao isipokuwa dinari na dirham. Hata hizi banknotes hazitafaa. Kitakachofaa wakati huo ni dinar. Dinar ni dhahabu na dirham ni fedha, yani gold na silver, dhahabu na fedha ndizo zitakazofaa kipindi kama hicho. Kwa hivyo ikiwa hiyo ndo akiba kheri, sawa, unaweza kujiwekea, lakini usije ama isije ikakupelekea katika umwagikaji damu kwa kuitafuta. Kwa zile zako za halali unataka kununua dhahabu, nunua wekea kini. Lakini uangalie na sehemu nzuri amba kwamba utaiweka ili sikuletee hatari katika

Na fedha ama watakuwa wanaweka hazina eh, na kuhifadhi dhahabu na fedha, amwambia faknuz haula ilkalimat, wewe hifadhi maneno haya. Nasiha mtume kwa saidina Shaddad, tuichukue na sisi tuende tukaifanyia kazi. Watu wakiwa mbioni wapigana kuzitafuta dhahabu na fedha, wewe shughulika na maneno kama haya. Maneno gani ya Rasulullah? allahumma inni as'aluka

wa astaghfiruka lima ta'lam ta innaka anta allamul ghuyub. Akamfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam wa sahaba wake maneno mazito kama haya, kwa dalili ya kuonyesha kuwa haya ni muhimu sana, hata kuliko hizo dhahabu na fedha, hasa katika kipindi cha fitna eh, napokuwa watu kila mmoja anakimbilia kwenda kuikusanya eh, ayashikilie haya eh, yatamfaa kwa sababu ikiwa ni dhahabu itapotea. Baadhi ya salaf anasema haikuitwa dhahabu dhahabu isipokuwa kwa sababu ya dhahabu ya huenda uisha leo, itaibiwa kesho, ita, ita, itatumika kwa mahitaji kesho kutotondoka yaisha. Lakini haya hayaishi, yanajenga akhira yako ni zad utako kwenda kumkabili nao wa mola wako subhanahu subhanahu wa taala. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuhifadhi kutoka kutokaman nafita ma dhahara minha wa ma batan, zilokuwa dhahiri na fichika zilofichika. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ahifadhi ndugu zetu Sudan, ahifadhi ndugu zetu Kongo, ahifadhi ndugu zetu katika maeneo wa mbalimbali, eh, wahifadhie madini yao awaeze kunufaika wenyewe kutokamana na madini kama ile.